Labda kwa dakika moja nimalizie na huyu ndugu yetu uh, Dan Pena, ambao ukiangalia hapa greatest wealth transfer. Kabla hujaenda huko kwenye hii picha hii, greatest wealth transfer in history, hii kitu amekiongelea huyu, lakini wengi huwa wanakiongelea kwamba wakati wa crisis ndo ndo kipindi ambacho ndo the greatest wealth transfer. Kwa hiyo ndugu zangu, tuko kwenye kipindi ambacho inawezekana sasa, utajiri unatakiwa uwame huko ulipo uje mifukoni mwetu kwa tufungue macho. Uh, next slide, Penaism number 8, a guarantor is a fool with a pen. Hapa uh, hapa huwa si, simuelewi jamaa alipokuwa anaongelea hii point, sio? Alikuwa ana anajaribu ku discourage <laughs> ku guarantee vitu ambavyo vijibu ambavyo uvijui, lakini nene, ukitaka ufafanue, unaweza ukana nini, ukamconsult kwenye one of their uh, Uh, nani YouTube uh, YouTube nini lectures huwa anaelezea kuhusu kuwa makini na kwenye kutoa garanti. Ya pili anasema, no matter how tempting never accept short term solutions to long term problems. Hiyo ni nzuri kabisa inajieleza, too many companies try to patch when they should amputate <laughs> Hii nanikumbusha Jack Welsh wa ile kampuni ya General Electric ambayo alikaa pale kwa miaka ishirini kutoka elfu moja mia tisa themanini na moja mpaka elfu, miaka ishirini mpaka elfu mbili na mgapi na kwa elfu mbili na moja ye, alikuwa asema zile unit zake kwenye hiyo hio area wa either namba wan au namba tu, ukienda namba thri anakata hiyo unit, ndo hii kwamba baada ya kupachpachi, amputate

be first, hiyo umeiona nani Ezekiel? Kwamba hiyo nimeiona, if you want to travel above and beyond the head, yani kwenda ile kundi ile, kwenda mbele ya mifugo, sijui tuseme kwa nini kwa Kiswahili. Don't try to be better, ndani ya ile mifugo, try to be different, or better yet, be first. Kama unatembea na ile kundi, basi hakikisha uko mstari wa mbele.